Katika ziara ya leo nilianzia Butiama, nimepita kusalimia familia ya baba wa taifa, lakini pia nimeweza kuona sehemu ambapo baba wa taifa amepumzishwa. Na familia kupitia kwa chifu, wamenipa zawadi ya fimbo Nikaambiwa ile fimbo nisimpe mtu yeyote. Hata sasa nimetaka nimtume jamaa niletee hapa, lakini kwa sababu wamesema nisimpe mtu yeyote, naifuata mwenyewe. Nimeifuata mwenyewe kwa sababu ya maelekezo, au sio? Kama nisimpe mtu yeyote. Kwa hiyo hii fimbo nitailinda kwa nguvu zangu zote. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana familia ya Baba wa Taifa, kwanza kwa kutupokea nyumbani kwao. Chifu, tunakushukuru sana ndugu yangu Madaraka, tunashukuru sana kwa ku-kwa kuungana na wanafamilia wengine kutupokea kwa heshima kubwa kwenye nyumba yenu. Mimi nadhani nilikuwa mmoja wa wageni wa mwisho kumtembelea marehemu Baba wa Taifa nyumbani kwake kabla hajaondoka kwenda kwenye matibabu. Nilikuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wakati huo. Baada ya kuchaguliwa niliomba kwenda kumwona, akanialika mimi na wenzangu ambao nilikuwa ilikuwa kamati ya utekelezaji ya vijana wa CCM mkoa wa Mara, na tulikuwa nyumbani kwake kwa mazungumzo marefu sana. Tulikaa takribani masaa manne tukiongea kuhusu Chama cha Mapinduzi tukiongea kuhusu umoja wa vijana wa CCM, lakini vile vile tukiongea kuhusu uzalendo wa nchi yetu. Mambo ambayo Baba wa Taifa ameyafanya kwa nchi yetu hayana mfano mwingine wowote unaweza kuutoa kwa kiongozi mwingine yoyote. Ametutengenezea taifa linaloitwa Tanzania, ametupa umoja na mshikamano ambao tunao leo, amefanya watu tuone fahari kujitambua kama Watanzania. Watanzania popote wakikutana duniani wanatambuana kama ndugu. Nchi yoyote ile, Watanzania wakikutana wanatambuana kama ndugu, wanaishi kwa pamoja kwa ushirikiano na upendo mwingi sana. Mkiwa pamoja hapa, hamuwezi kujua ambavyo mnahitajiana mkitoka nje ya Tanzania, lakini Watanzania kokote waliko ni mfano wa kuigwa wa namna wanavyoishi pamoja kwa upendo na ushirikiano. Lakini haya ni matokeo ya malezi ya baba wa taifa. katujengea misingi ya kujiamini, katujengea misingi ya demokrasia, katujengea misingi ya kizalendo. Lakini vile vile alitufundisha kwa vitendo kwamba kuwa kiongozi wa taifa ni utumishi, kuwa kiongozi wa mkoa ni utumishi, kuwa kiongozi wa kata ni utumishi, kuwa kiongozi wa wilaya ni utumishi, kuwa kiongozi wa mtaa ni utumishi, kuwa kiongozi wa kijiji ni utumishi kwa nafasi zote, mwisho wa saa, nafasi za uongozi tunategemewa kuzitumikia, kuzitumia, kutumikia ndugu zetu. Alitufundisha kuhusu uadilifu, kutunza, kuzilinda na kuzitetea mali na rasilimali za nchi yetu. Haya ni mafunzo ambayo hatuwezi kamwe, kama Chama cha Mapinduzi, kuyapuuza, kwa sababu unapoyapuuza mafunzo haya ya msingi, ndio unalipeleka taifa katika maangamizi makubwa. Mimi nikiwa mmoja wa wafuasi kindakindaki wa baba wa taifa, napata faraja sana kuona chuo hiki kinapewa jina kimejengwa kwa heshima ya baba wa taifa. Chuo cha Kilimo na Teknolojia cha Mwalimu Nyerere. Wote tunajua kwamba hakuna kitu ambacho baba wa taifa alikisimamia kama kilimo na maendeleo vijijini.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 La, lakini kipekee kabisa nawashukuru walioandika ilani ya CCM 2010, 2015 na 2020 ambao wote walisisitiza umuhimu wa kujengwa chuo cha Mwalimu Nyerere Butiama. Lakini kwa namna ya pekee kabisa kabisa kabisa tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ilani zote zilikuwa zikiandikwa, lakini yeye kasimamia kasimamia chuo hiki kijengwe. Tumesomewa hapa zaidi ya bilioni mia moja na mbili zimetolewa katika kukamilisha miradi hii na zimetolewa kwa sababu ya dhamira ya mama Samia kuona kwamba chuo hiki kinajengwa. Mkiangalia kini, mnyerele, falsa, kwa makini, mkisoma falsafa ya mwalimu Nyerere, mkiona mkijifunza ambavyo Nyerere alikuwa alijenga taifa letu, mtagundua kwamba hata katika 4R za Rais Samia unaiona wazi wazi kwamba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 Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni hamu yangu kuona kwamba Watanzania tunaendelea kumuunga, kumuunga mkono Rais Samia kwa sababu ndoto zake kwa nchi yetu zina tija kubwa sana kwa taifa letu. Ni ndoto ambazo zina baraka ya wazee waliotangulia chini ya Mwalimu Nyerere.